Tanzania oye! Zanzibar oye! Kazi na utu! Asanteni sana. Niwaahidi na niwahakikishie kuwa mkitupa ridhaa katika uchaguzi mkuu, na hamna sababu kwa nini msitupe ridhaa, tutaendelea kushirikiana kwa karibu kufanikisha yale yote yaliyoagizwa na ilani yetu ya chama cha Mapinduzi. Nitumie fursa hii kuyagusia machache sana. La kwanza, swala la muungano wetu ambalo limesemwa vizuri hapa. Niwahakikishie tunakwenda kuulinda kwa nguvu zote muungano wetu, kwani ni muungano wenye faida kwa pande zote. Muungano huu una faida kwa Zanzibar, una faida kwa bara, tunategemeana. Kwa hiyo tunakwenda kuulinda kwa nguvu zote.